Na familia moja Kayole, Gidi. Mm. Juzi unajua hawa tunaandika kama house managers. Mm. Unajua ni watu muhimu sana tukiwacha pale nyumbani kwetu, labda umewacha na watoto na nini. Mm. Sasa hii familia, mm, wamepata new house manager for two weeks. Mm -hmm. Lakini visanga wameshuhudia kwa hiyo nyumba tangu wa, uh, uh, new house manager aje. Mm. Imewashtua mpaka juzi waliita pasta. Mm -hmm. Kwa sababu tangu house manager aje, mbwa wao wakafa, mbwa, mbwa. Na si ati huyo maid ameuambwa hapana. uh -huh. Yani visanga vile vimefanyika tangu huyo maid mpya aje. uh -huh. Mzee alikuwa hanywi ameanza kulewa, ai. uh -huh. Gidi, true story. uh -huh. Sasa uh -huh. Yani mzee wamekosana na bibi yake tangu huyo maid aje for two weeks. uh -huh. Wanashangaa kuna nini, pasta kuitwa. uh -huh. Do you know maid ameenda aka confess uh -huh. kwamba yeye ndio amekuwa akiwafanyia maneno hapa. uh -huh. Alitumwa aweze kufurusha huyu mama kutoka kwa hiyo nyumba. Alitumwa na nani? Na vitu vitu vyake alikuwa anaonesha vitu, nani, vitu nani, na ni vitu vya wazi. Unajua alikuwa ana mpaka kwa mtandao unaona. Ati amepewa hii hii kitu ya nyeusi. Nye mzee hakuwa analewa. Haya akapewa kitu kingine nyeupe, mama wakuwa nakosana na mzee. Yaani mm -hmm. walishangaa. Ali confess kila kitu pale. Nani alimtuma? Hiyo ndio swali ambalo anauliza. Anasemekana kwamba kule alitumwa, mm -hmm. alikuja kujifanya kazi lakini ku replace mwenye nyumba kama sasa akuwe bibi ya huyu jamaa. Yani alikuja kuchukua kuchukua usukani pale mm. Kuchuku take over sasa mm -hmm. ndiyo kasema pasta, kaomba akaomba, huyo mea akasema kila kitu mm. na ndio kwa sababu nasema kwa nini natoa story, Gidi mm -hmm. kabla uandike house manager siku hizi mm. make sure kwamba umechunguza, kwa sababu hawa walikuwa wamekosana for two weeks mbwa amekufa, watoto wagonjwa, yani kuna mambo imefanyika katika ile nyumba mm. mpaka sasa sasa hivi house manager mwenyewe alikonfesa akasema, ni yeye alikuwa amekuja kutake over hiyo nyumba. Kwa hivyo kabla waajiri mtu, take care. <laughs> <laughs>